Tuendelee na taarifa nyingine. Chama cha watu wenye ualbino nchini kimesema kuwa jitihada za kutokomeza mauaji dhidi yao zinaonekana kushindikana kutokana na mwingiliano wa maamuzi baina ya vyombo vya ulinzi na vyombo vya vyenye kutafsiri sheria ikiwemo mahakama. Afisa mahusiano na habari wa chama hicho Josepha Titona amewaambia waandishi wa habari mjini Dodoma kuwa tangu mauaji hayo yaanze mwaka elfu mbili na saba, zaidi ya watu sabini wenye ualbino wameuawa. Mwandishi wetu Idi Maalim ameandaa taarifa ifuatayo kutoka Dodoma. Hatujui habari ya kesho, ninasafiri, lazima nijipange kwamba yaani, nikisafiri tu kwenye public transport lazima nianze kujiandaa kisaikolojia. Ni kauli ya kukata tamaa ya Joseph Atona, afisa mahusiano na habari wa chama cha watu wenye ualibino nchini, ikiwakilisha jamii hiyo ambayo tangu mwaka elfu mbili na saba imekuwa ikiwindwa na kuuawa na kile anachokiita mtandao watu katili wenye tamaa ya utajiri wa haraka. Tona anasema kuwa tukio la mauaji hayo limewafanya kuwa wakimbizi ndani ya nchi yao, jambo ambalo halikubaliki. Hatuwezi kuwa wakimbizi ndani ya nchi yetu kwa sababu ya rangi yetu, na hatuwezi kukimbia nchi yetu kwa sababu ya ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya rangi yetu sasa ni wito tu kwamba kwa serikali hii ya awamu ya tano itusaidie. Huu mtandao upo, mimi siamini tangu elfu mbili na saba mpaka leo haijulikani hivi viungo vinaenda wapi? Hapana, awa, awa waganga ndio wanapaswa wabanwe na sheria, lakini bado nani ambaye yuko nyuma ya hili pazia anayeendesha hili zoezi? Ina maana ni wale nyangumi pamoja na kuiomba serikali iimarishe ulinzi kwa jamii hiyo, afisa mahusiano na habari huyo huku akitupia lawama kwa baadhi ya waganga wa asili hususan wapiga ramli chonganishi. Ameambatana na katibu wa umoja wa waganga na wakunga wa tiba asili UWAWATA kanda ya kati Lukas Mlipu, ambaye anakiri kuwa wamekuwa watuhumiwa namba moja. Nikiri tu kwamba ni kweli kwa sababu kila tukio linalotokea lazima kuna jina la mganga, kila litakalotokea kwenye jina la mganga. Lakini pamoja na huyu mtu mwenye ulemavu wa ngozi, lakini bado pia kwa jamii, kuna vikongwe ni mganga, lakini kuna wenye macho mekundu ni mganga, kila kitu kimekuwa kwa mganga. Huyu Mlipu kwa upande wake anaona iko dosari ya utambuzi inayofanywa na, na mamlaka za usajili ambazo zinashindwa kutambua nani ni mganga halisi na nani ni mchonganishi, ambao ndiyo chanzo cha mauaji ya watu wenye ualbino. Utakuta kuna watu wasiokuwa na fani halisi ya hii tiba, lakini kwa ajili ya riziki, kwa ajili ya kutaka fedha wao, sasa wakishasajili kule kwa ajili ya kujificha mle, ili kuweza kufanya mambo ambayo ni ya maovu. Hilo lipo sasa, na hao matapeli wamezama kwenye tiba asili huku ndiko wamejipachika sana. Huku kuna mwingiliano katika, naweza nikasema, katika serikali na wadau wenyewe ambao ni waganga. Kwa sababu serikali ingemtambua mganga wa tiba asili kabisa ili kukaa naye, hili swali lingeisha. Kutoka Dodoma, Idi Malim, TBC.